Alifanya kwa wengine na amefanya kwa wengine na atafanya pia na kwako, amini. Wakati wa Miujiza, Leo ni Leo, ni kusalimu popote pale ulipo mtazamaji wa WAPO TV Online pale YouTube na ukurasa wa Bishop Silvester Gamanywa vile vilevile msikilizaji wa Wapo radio fm nuru ya jamii kutoka maeneo mbalimbali nchini Tanzania, Dar es Salam ni kupitia 98.1, na pale Arusha ni 100.9, Dodoma idodomia kupitia 99.3, Mwanza 105.3, lakini Mbeya 107.3 na, na maeneo jirani, ukifuatilia kwa uzuri kabisa kwa njia ya mtandao, Radio Garden. Radio Box. Ni wakati mwingine mzuri, ni siku nyingine nzuri ya kipindi wakati wa miujiza leo ni leo, kutoka ndani ya ukumbi wa BIC Mesbich Jogo jijini Dar es Salaam, chini ya mtumishi wa Mungu Askofu Profesa Silvester Sospita Gamanywa, akishirikiana vyema naye mtumishi wa Mungu Askofu na Mwalimu Aulerian Ngonyani. Katika kipindi hiki unapata fursa adhimu ya kufahamu yale ambayo yanaendelea ndani ya ukumbi huo kwa ajili ya maombi maombezi ushauri kwa mtu mmoja mmoja na kufunguliwa kutoka katika vifungo mbalimbali sasa ibada ya leo ni leo kila jumapili majira ya saa tisa alasiri hadi saa kumi na mbili jioni tunashuhudia nguvu za mungu katika maisha ya watu wakifunguliwa na kuwekwa huru katika mambo mbalimbali wewe je unatamani kufunguliwa unatamani kuwekwa huru kuna mengi ambayo amekutesa usikate tamaa Hizi ni baadhi ya shuhuda ambazo unakwenda kusikia kwa wale ambao Mungu amewafungua na kuwaweka huru mara baada ya kufika BIC Mbezi Beach Jogo jijini Dar es Salaam katika ibada hiyo ya leo ni leo ambayo bado inachanja mbuga kwa uzuri kabisa kuleta matokeo chanya katika maisha ya watu. Ninayekualika katika kipindi hiki langu, jina ni Musa Ibrahim Izengo. Moja kwa moja sasa Namleta kwako ndugu James kutoka maeneo ya Bunju Biji jijini Dar es Salaam. Yeye alifika BIC kwa mara ya kwanza wakati akimleta ya dada yake kwa ajili ya kufanyiwa maombezi. Lakini sasa mara baada ya kufika yeye mwenyewe alikuwa anasumbuliwa na ulevi wa muda mrefu na ulevi huo ulimfanya yeye kufukuzwa kazi na kushindwa kuendelea na shughuli yake. Pamoja naye ndugu Beatusi Pasco, ambaye yeye alikuwa na kiu ya pombe kwa zaidi ya miaka minne. Sasa wote wanasimulia mara baada ya kufika Mbezi Beach Jogoji jijini Dar es Salaam, nini hasa kiliwatokea na nini ambacho wanatamani kukushirikisha. Hawa hapa uwasikie. Namaana niliyokuja kwenye madhabahu hii, naona kuna kitu kimejitokeza mbele yangu, na maana mimi nimesumbuliwa miaka minne na kunywa pombe nilikuwa na kiu na kiu, yani yani bila kunywa pombe yani, hapa najisikia sijisi, yani ndakwa, yani sijisikii, si vizuri, lakini U, ulikuwa na kiu ya pombe eh? yeah, nilikuwa na kiu yani, kwa na kunywa, yani kwa na, kiu na, na kiu ya pombe lakini hivyo kuja madhabahu hii. Okay, ngoja ngoja kwanza, pombe aina gani ulikuwa na kiu nayo? uliokuwa unaitaka hasa nipi? Ah, yani ni safari safari safari. Yani jamani, kuna watu wamewahi ku, wanajua kiu ya pombe huko? Wanajua kiu ya pombe? Uh, <laughs> <laughs> Nini kilichotokea? Nilivyokuja yani, madhabahuni nikaombewa uh -huh. Yani, najisikia amani, kiu ya pombe imeondoka yaani imeondoka kabisa. Kabisa. Kabisa yani kabisa. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Na hapa na hapa nilipo, kama mke wangu ananisikia, kwa sababu tulikuwa tunaishi vibaya, nikinywa pombe ndani, tunagombana na mke wangu tunavurugana. Mke, ama, wako? Mke wangu kabisa. Ulikuwa unafanyaje? Yani kinywa pombe ndani, hakuna amani, hamna amani, hamna amani nakuta, kuta namtukana nakuta na, na nafanyaje, yaani ilikuwa sio sio poa yani, yani. Yani, ilikuwa ni. Mke wako yuko hapa? hajaja, hajaja lakini, na, najua Jumapili ijayo nitakuepo naye hapa, Jumapili ijayo. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi. kwa hiyo kwa muda gani toka umeombewa na pombe ime, kiu imekata? Muda mchache tu yani kwa nilivyoombewa eh. Ah, si muda, muda mchache tu nilivyoombewa, kiu imekata kabisa. Lini hasa uliombewa na kiu ikakatika? Ilikuwa ni leo hii. Mwezi gani? Ni leo hii, ni leo hii. Ah, yani kiu imekatika sasa hivi? Imekatika leo hii hapa hapa. Sasa hivi sasa hivi nilivyoombewa kwenye madhabahu ah. Na, na, hapa nimekuja leo eh. Leo. Umekuja leo nimekuja leo na tena nilisumbuka sana na, na kumtafuta yule, m, yule, ya, yule, yule kiongozi wa Mbagara yule yani uh -huh. kwa hii in, lisikia kwenye redio. kwa wewe umesikia redioni, nisikia redioni nikachukua redioni, namba za yule anayoshughulika na, na, na, na, na, na mambo ya usafiri wa Mbagara yule mambo uh -huh. ya magari nikachukua ni, ni namba yake, yaani nilichukua kama yaani kama miezi mitatu nimeichukua hiyo namba, lakini kwa jana jana juzi uh -huh. yani ni kwa nakiu ya kumpigia simu kwamba usafiri unakuja saa ngapi. Sasa ngoja kwanza, mimi ni zani ni muda kidogo, kumbe ni leo leo. Jamani, mimi sijawahi kuwa na kiu ya pombe, sijui inafananaje. Sasa napata shida. Yani amejuaje kama kiu imefanyaje imekata? Hebu tuambie, kuna kitu gani umekisikia ambacho kimekuthibitishia kwamba kiu imekatika? yani, mimi ni yani, uthibitisho ni kwamba, yani, roho yangu imefu, yani, kwa sababu kuna kitu kilikuepa hapa rohoni, yani, hapa hapa rohoni hapa kinataka pombe eh, e, yani ya... halo halo. Haya, sasa, wiki ijayo nitaomba uje na mke wako, si ndio? Eh, ndio, na tuthibitishie kwamba kiu ya pombe imefanyaje imekata. Lakini hata hivyo, kama kulikuwa na kitu hapa kinachodai pombe unawaambiaje wanaokusikiliza kupitia Wapo Radio ambao nao wamejaribu kuacha pombe wameshindwa, nao kuna kitu kinavuta pombe, unawaambiaje? mimi nawaambia bwana e, mja hapa Mazaboi. Mazaboi inaponya. Kama nawe unajisikia kwamba nawe unakuya pombe au una shida yoyote ile inakusumbua, njoo Mazaboi. Asante yani, Mungu atakufungua. Asante, shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Haya, wenye kiu ya pombe wote, Jumapili ijayo saa tisa tukutane hapa, sema amina. Mungu akubariki sana. Jumapili uje na mke wako sawa he? He, na uje, uje naye hapa mbele atuthibitishie kwamba umeacha pombe kabisa. Mungu akubariki sana, karibu mwingine. Shangilia tena Bwana Yesu kwa makofi mengi mm. Karibu kaka, tuambie we ni nani, umetoka wapi na mungu amekufanyia nini? Bwana asifiwe. Kwa jina naitwa James Giloami, ni mkazi wa Bunju B. Nimekuja hapa kwa mara ya kwanza, nimeleta dada yangu hapa kwa tunagombana kila siku swala la kufika hapa, lakini leo Mungu akanipa uwezo wa kuweza kufika na mimi. Nilikuwa nasumbuliwa sana na tatizo pia hili hili la kunywa sana pombe, na sio pombe aina gani yoyote. Wewe unapiga yoyote yoyote ile? E, yoyote ile, lakini nilikuwa si kawaida yangu pombe ilipelekea nimekunywa mpaka nikasimamishwa kazi, kwa sababu niliajiriwa serikalini. Ukasimamishwa kazi ya, nilisimamishwa kazi toka serikalini kabisa. Ndio wakakuachisha ya, walinisimamisha kabisa uh -huh. Eh, lakini bado wanaendelea kama kunihitaji, lakini sasa mambo fulani anakuwa kama nakwamika, anakuwa aendelee vizuri, kwa sababu mwenyewe muda mwingine anakuwa na, na mika, anakuwa mgini, dharau. Unaona ah, washaamua kunifanya hivi, basi nami nifanye mambo yangu mengine uh -huh. Kwa hiyo mkaa nimeingia kwenye janga kubwa sana la kunywa pombe, navuta sigara, lakini leo kidogo kuna tofauti kidogo nimeipata, kwa sababu wakati unaomba hapa, mwili wangu ulikuwa unatoka jasho sana, afu sio kawaida jasho jingi sana, ni ile pombe ile ndani ile inatoka. E, ya sana. Uh -huh. Jasho limenitoka afu uh -huh. kichwa kikaa kinagonga, baada ya muda nikaona kilikuwa inagonga afu kikaachia. Eh, kikaachia uh -huh. Eh, kwa hiyo kidogo nikaa sasa hivi najisikia naendelea vizuri, anaishukuru eh, madhabahu hii katika jina eh, la Yesu. Lakini nitaendelea kuja hapa mpaka tamati. Jamani, shangilia Bwana Yesu kwa hmm, makofi jamani. Kumbe hizi pombe hizi sio, sio kawaida, sema sio kawaida. Unawaambia nini wanaosumbuka na ulevi, wanaosumbuka na pombe kwenye redio unawashauri kitu gani? Kwa kweli sio kitu kizuri. Mimi kwa upande wangu naweza nikasema nishagombana hadi na rafiki zangu wengi sana, kwa sababu ambazo si za msingi, alafu kesho hata nikiambiwa nakuwa sijui nini nilichokifanya. uh -huh. kwa maana yake pombe inakuharibia malengo ya kimaisha, unakosa kuaminika na watu na kadhalika, vitu vingi sana vinaathari kwenye masuala haya. Mungu akubariki. Karibu tena Jumapili ijayo, na ukija utuambie kwamba ujanywa tena pombe, sawa sawa. Mungu akutangulie. Amen, shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Ni matendo makuu ya Mungu ambayo anaendelea kuyafanya katika maisha ya watu wake ambao kwa muda mrefu wameteseka, wamehangaika na sehemu mbali mbali wamezunguka. Unangoja nini, mtazamaji wa WAPO TV na msikilizaji wa WAPO Radio FM nuru ya jamii? Sasa basi 0758 75 11 11, unaweza ukaitumia nambari hiyo kwa ajili ya kupiga simu yako ili kupata maelekezo kwa kina, lakini vile vile kuwasiliana vyema na watumishi wa Mungu. Nambari ni 0758 75 11 11. Ukumbi wa BIC Mbezi Beach, Dar es Salaam, unapatikana maeneo ya barabara ya Bagamoyo ukishuka kituo cha Jogoo, ukiuliza kwa uzuri kabisa, si mbali kutoka barabara hiyo, utafika kiurahisi, na Mungu aliye hai atakuhudumia. Tumsikie sasa Bisara kutoka Songea. Yeye alikuwa akisumbuliwa na tumbo tangu akiwa darasa la saba. Pamoja na yote hayo, alikuwa akiota ndoto mbaya. Akafunga safari, akasema, na muhitaji Kristo aliye hai, kama ambavyo amewaponya wengine, nami ame aniponye nami anifungue na kuniweka huru. Nini kilimtokea Sara? Huyu hapa akitoa ushuhuda wake. Kwa jina naitwa Sara, nimetokea Songea. Nilikuwapo natumbuliwa na kwa tumbo kwazia nipo darasa la saba. Baada ya kupata maombezi, saa hizi tumbo langu najisikia safi. Nina jumapili ya saba nilikuwapo nasumbuliwa na tumbo. Baada ya jumapili ya tatu yake nikaa naota njozi mbaya, babangu mdogo kafariki. Alikuwepo ananilisha vitu ambavyo sivijui. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa wape? Nikilala, anakulisha wapi? Nikilala kila ananifikia usingizi. Anakulisha kwenye ndoto. Ndio. Ah, mimi nadhani nakulisha azalani. Kumbe umelala yeye anakuja anakulisha. Ndio. Isikuwa tamu. Nisinikwepo siri, nilikwepo nakataa. Ah, ulikuwa uli ulikuwa nakataa. Ndio. Ulikuwa naogopa. Ndio. Ilikuwa nyama ya nini? Hata nilikwepo sijui nyama ya nini. Aya, nini kilitokea sasa? Kwa ulikuwa na tumbo? Ndiyo. Kwa muda gani? Kwa kwanza nipo darasa saba mwaka juzi. Toka darasa saba mwaka juzi. Ndiyo. Kwa tumbo limepona leo? Kwanza na Jumapili ya saba leo. Toka umepona hii Jumapili ya saba? Ndiyo. Ah, kwa kumbe toka umepona zimepita Jumapili saba leo ni ya saba? Ndiyo, niko pa nafika hapa kusali. Ila ila ukuje kushuhudia. Sijaja kushuhudia. Jamani shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Kwamba yeye tumbo hajapona leo, alikuja kuombewa jumapili saba, zimefanyaje? Zimepita. Leo anakuja kufanyaje? Kushuhudia. Ndio maana jamaa yetu wa pombe nimemwambia, japo hi kidwe cha hapa kimeondoka, aje jumapili ijayo tena, aje na nani, na mke wake, atakuja kuthibitisha kwamba jamaa ile koki ilishaziba, eh, aitemi tena. Kwa hiyo saa hizi Uko vizuri tumbo aliumi tena? Ndio, kabisa. Kabisa. Unawashauri nini wanaokusikiliza kupitia redio na, na wanaokuangalia kupitia TV? Naashauri ambao wanaosumbuliwa na tumbo waje kwenye maombi, Mungu anaponya. Aya, shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Mnaosumbuliwa na tumbo njoni kwenye maombi, Mungu anaponya. Ubarikiwe na Bwana, karibu mtu mwingine. Ndivyo Mungu anavyoendelea kufanya, ndivyo Mungu anaendelea kutenda nawe umejiuliza, shida yangu hii Mungu atanifungua? shida yangu hii Mungu ataniweka huru? Haijalishi umezunguka sehemu gani, umekutana na nani, watumishi wa Mungu Askofu profesa Silvester Gamanywa akishirikiana vyema na, na mtumishi wa Mungu Askofu na mwalimu Aulerian Ngonyani, wao kwa moyo mkunjufu kabisa wanakualika katika ibada hiyo ya Leo ni Leo kila Jumapili saa tisa alasiri hadi saa kumi na mbili jioni. Shuhuda hizi ni chache tu miongoni mwa nyingi ambazo Mungu amekuwa wa akiwahudumia watu wake. Kipindi hiki ni wakati wa miujiza, leo ni leo. Huyu hapa Aziza kutoka Vikindu mkoani Pwani, yeye anaelezea namna ambavyo Mungu amemponya na kumfungua, zaidi ya yote kumweka huru. Alikuwa akisumbuliwa na ugonjwa wa kisukari kwa muda mrefu, amezunguka huku na kule. Changamoto hii imemtesa kwa muda mrefu, lakini mara baada ya kufika BIS IC Mbezi Beach nini kilitokea? Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana. Ndio mimi yule yule wa Jumapili iliyopita nilotoa ushuhuda hapa wa ugonjwa wa kisukari. Ah, wa ugonjwa wa kisukari. Mimi naitwa Aziza Kasimu Chiwili natoka Vikindu. Vikindu, Ehe, karibu. Nime, nilisema nakuja na makaratasi yangu nimeyatoa vizuri, nimeweka kwenye meza, nikipambana na kuangaika na nauri ya kuja huku kwa kweli, nimeyasaau yale makaratasi. Umeyasau tena? Ndio, ah. Lakini naambieni mimi bado ni mzima, naendelea na huduma ah. Jamani, makofi basi tafadhali. Naendelea nao. Unajua mama, tatizo likoje? Ndiyo. kuna baadhi ya watu wanaokusikiliza kwenye vyombo vya habari Ndiyo. wanasema hawa watu wanafanyaje, wanapangwa wanaandaliwa sasa. Mimi wewe sikujui, ndio? hatujawahi kuonana ndiyo. umesikia kutoka redioni ndiyo. umetoka mwenye Vikindu, si ndio eh? umeombewa kisukari, kimefanyaje kimepona? Ndio maana Jumapili uliopita ulivyoshuhudia sukari imepona, nikasema ujena nini, nikaoza nika vyeti si unavyo, ukasema ndio, nikasema lete saizi, tuitaka tuvionyeshe hapa, watu waone sukari ilikuwa hii, baada ya kuombewa imebaki hii then kila mmoja mpaka walioko hospitali Muhimbili na kwingineko, wafanyeje? Waje ili wajue sukari inapona. Sasa kama una ushuhuda mwingine, shuhudia. Kama hauna, jumapili ijayo uje na vye. Eh, endelea. Mimi nimetoka ndani ya Uislamu, mbali ya kutoka ndani ya Uislamu, nimemfuata Yesu na nimeokoka hapa hapa kanisa hili hili. Sasa ninachosema, jamani mwendelee kumkumbatia Yesu. Yesu ni mzuri, Yesu anaponya. Baada ya kutoka hapa Jumapili ile ushuhuda ule niliyoutoa hapa mimi, nafika nyumbani asubuhi yake Jumatatu, nadhani nilisema, nyumba yenyewe nimepanga, anakuja mwenye nyumba wangu ananiambia, wewe tumekusamee tulikwambia tume tumekusamee kodi hii Jumapili iliyopita mwezi wa Ramadhani, kumbe a mwenzetu unaenda kanisani kwa hiyo unampenda mtume, unampenda? Nikamwambia wote nawapenda, maana ni watume wa Mwenyezi Mungu, lakini Yesu nampenda zaidi, maana kaniponya. Maana amekuponya unampenda zaidi? Na simuachi uh -huh. Yesu uh -huh. Yesu kaniponya kweli. mda ule ule anaondoka, anasema wewe, jiandae kwa nyumba yangu uondoke. Nikamwambia uh -huh. mimi kuondoka si tatizo kwa uwezo wa Yesu alivyoniponya ugonjwa wangu matatizo yangu alivyonitoa mbali, hata kwako kwa, kwa, kwa, ninaweza nikatoka vilevile. uh -huh. Eh, naongea sauti yangu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa uwezo wa Yesu. Bila Yesu nisingeweza kujibisha wewe. Okay, hapa. kwa nini kimetokea sasa, kilichotokea uh -huh. mwanangu kanipigia tena simu, na nilisema wanangu mimi walinisusa. Wewe ulisema wakupigia simu, nilisema wanipigie simu. Mda ule ule mimi nadaiwa kodi laki moja, lakini muda si mrefu, anatoka na mwenye nyumba ananipigia simu, mwanangu: "Mama, anakutumia elfu hamsini hiyo ya mtaji. Nikamwambia ni sawa mtaji, lakini nadaiwa kodi, mwanangu, hii nailipa kwenye kodi. Akasema basi, wewe lipa kwenye kodi au ya mtaji tutajua, na hiyo kodi nyingine tutamtafutia, tunammaliza kwao. Mtoto wako naye amekupigia simu na, na amekutumia pesa? Ndiyo, na sijamjulisha chochote. Na hujamuliza chochote? Ndio. Baada ya yule tu mtu anatoka na ananipigia simu, mama kuna hela na kutumia hiyo. namba gani inayotoa pesa? Mungu ni hususa. miaka mingi Baba, nakushukuru kwa mama huyu aliyetoka upande mwingine, anapitia misukosuko mingi, lakini yote unakwenda kumvusha, kwa sababu wewe ulianzisha kazi njema ndani yake utaikamilisha katika jina la Yesu mwana wa Mungu li hai. nimeomba na kushukuru, kila mmoja aseme amen. Mchungaji Mwapila, naam. Shida yako hiyo ni ndogo sana mtazamaji pamoja na msikilizaji, wengi ambao wamefika BIC Mbezi Beach katika imani walionayo wamemwona Mungu aliye hai akiwafungua na kuwaweka huru. Sasa ni zamu yako, ni katika ukumbi wa BIC Mbezi Beach Jogoji, jijini Dar es Salaam chini ya watumishi wake, Askofu Profesa Sylvester Gamanywa na mtumishi wa Mungu Askofu na Mwalimu auleria Ningonyani wakishirikiana vyema na jopo la watendakazi maombi na maombezi yanafanyika kwa ajili yako. Na pengine unajiuliza, lengo kuu la ibada hii ni nini hasa? Ni kupata mafunzo, maombi na maombezi kwa ajili yako. Mafunzo haya ni ya kimwili na ya kiroho ambayo yatakuimarisha na kuujenga moyo wako kumtumaini Mungu aliye hai katika mambo ambayo unapitia. Kwa mawasiliano zaidi unaweza ukapiga simu nambari 0758751111 Sifuri saba hamsini na nane sabini na tano kumi na moja kumi na moja. Usiteseke tena. Watumishi wa Mungu kwa moyo mkunjufu kabisa wanakukaribisha. Huenda kesho ukashuhudia kwa ushindi kabisa yale ambayo Mungu aliye hai atakutendea. Nilikuletea matangazo ya kipindi hiki, Wakati wa Miujiza Leo ni Leo, kutoka BIC Mbezi Beach Jogoo, jijini Dar es Salaam langu jina ni Musa Ibrahimu Izengo. Hadi wakati mwingine katika wakati wa miujiza leo ni leo, kufahamu kwa kina shuhuda na matukio mbalimbali ambayo Mungu anawafanyia watu wake. Endelea kufuatilia matangazo yetu na Mungu aliye juu akubariki sana.